Wani itasomeka kama siri ya mafanikio. Kila mmoja anataka afanikiwe bila kujali ni upande wa dini au upande mwingine. Sasa ili ufanikiwe, yafahamu haya. Jambo la kwanza

Tunaifanikiwa hivyo katika vitendee kazi muhimu vitakavyo kufanya wewe ufaulu, ikushika hii nyenzo kuwa ni mwenye kutaka ushauri na kupokea ushauri. Lakini utatamga ushauri wa nani? Utapokea ushauri wa nani? wanasema Sifa za yule ambaye utamtaka ushauri, za yule ambaye utakubali ushauri wake kwenye mambo yote kumi. Ile sifa ya kwanza, alilmu, huyo unayemtaka ushauri au naelimu, elimu na maarifa ya kutosha kwenye hicho unavyomtaka ushauri lakini elimu peke yake haitoshelezi. Alkhibra tu, awe na uzoefu na hicho ambali watakoshakwake. Anaweza kweli akawa ana elimu kubwa, lakini ana uzoefu yani, yant mfano wa kawaida katika vituo vya afya, madaktari, kuna daktari ndo amehitimu masomo yake amepewa kituo, lakini kuna daktari mzoefu anameka zaidi ya ishirini katika matibabu. Hawa wawili hawezi kupigana. Kwa hiyo baada ya kuongea, unaweza uneneakushou kwake kuwa na elimu na kitu anachotaka kushauri kwake awe na uzoefu na hicho kitu, al-khibra. Lakini kipengele cha tatu, al-amana au uaminifu. Inawezekana akawa na elimu

ni kwenye hizi sifa: awe na elimu kwenye hicho unachotaka ushauri, awe na uzoefu kwenye hicho unachotaka ushauri, awe ni mwadilifu wa nasifu wa kwa ujumla, lakini kwa mwisho awe ni mtu ambaye anaweza kupitia sisi. Angalia Yusuf, alayhi salam, ile ndoto yake alipoona, alitaka ushauri kwa nani? Mtu wa kwanza sahihi, alikuwa ni baba yake, inqala ya liaihi yaadaihi raaytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara raai a anaksuguiona, baba, leo nimeota nyota kumi na moja, jua na mwezi, vyote vikinisujudia. Baba yangu, vipi? Anataka ushauri kwa baba yake, sifa zimetimia, zimeleo baba ushaurena kaalaje la taqsus ala uyaka ivyotusisizievo nikunienyelezea, inatosha. Kwa nini shetani yupo? Ataharibu mambo mengi, lakini si Yusuf peke yake. Ukija katika zama za mtume sallallahu llahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya kuona kuona maswahaba mengi wao pia wakiwa na mambo wanatafuta ushauri wa Mtume sallallahu alayhi wasallam angalia yule mwanamke Fatimatu bint Kais radhiallahu anha alipopewa talaka na mume wake zikamalizika watu baada ya kujua dada yake ilimalizika walipeleka posa watu wote wote masahaba sahaba ya kwanza ni Muawiya Sahaba wa pili ni Abu Jahl, na sahaba wa tatu ni Usama. Sasa hao ni masahaba. Atafaulu vipi? Atafanikiwa vipi? azi mafanikio, anataka faulu, afanikiwe katika ndoa yake. Akamfata Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia. Wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam

Alii al kuna habitwali anapeleka kosa kwa Fatima atakapo kwa Fatima kuna masuala matatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja hapo tatu akamchagua Ali. Kwa nini tunamchagua Ali? Kwa sababu tuna kanuni sisi katika Uislamu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema kwamba mwanamke anaolewa kwa sababu zake, uzuri wake, lakini ile sifa ka ukowake, maliyake, lakin, akasema dili, katika uko wake mali yake na dini yake, chagua mwenye dini. Lakini kwa upande wa wanaume akasema atakapokuja mwenye dini na tabia uzisheni. Sasa nani katika hao wa sahaba walitia kasoro kwenye dini? Kabla hakuna tukishamaliza kwenye dini wote wamelingana kwenye dini i yanawezekana kwa kwamba anakuja mtu dini yake safi tabia yake safi sa, lakini maisha yake hayaeleweki.

na kutafuta ushauri kwenye hizi sifa ambazo tumezitaja. Lakini siri ya pili ya mafanikio aruhu na maanawi ni kuwa na mahusiano mazuri na wenzao. Yani, wewe unataka kufanikiwa, kuwa na mahusiano mazuri na wenzao, usio na mahusiano mabaya na wenzao. Mtume, swalla Allahu alayhi wasallam, na msemo, Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa

anavumilia zile ana zao maondi yao, huyu ni mbora na ni mwema kwa Allah kuliko ile ambaye hat neaa az. Sasa wewe katika maisha yako unahitaji watu. Wanasema katika vitu vibaya sana katika maisha ya wanadamu ni kujihisi yeye anajitosheleza, wakati Allah anatoa tangazo ya ayuha nasu, sio ayuha ladhina amanu ya ayyuha annasu antum fuqarau ilallah. e wa wote ele kujajiwani zenu tabia zenu metoka wapi? Wote ndio namutejea Allah Subhanahu wa Taala. Kwa hiyo hakuna alilitosheleza. Sasa yule mwanadamu ambaye anahisi anaitosheleza na wale ambao, kuna wakati Allah anawapiga makona makona ambayo inawaumiza wanateseka, hawapati msaada kwa dini, kwa sababu hawakuwa na mahusiano mema na wanadamu wenzao, kama ambavyo tunasimuliwa na tumeona. Kuna baadhi ya watu walikuwa na mazingira ambayo sio mazuri, akizungumza maneno ambayo hayafai, waumiza yakitosheleza

Mwingine anatoka mama ndoto zake kwenda kwa mama kikuli. Ama akaoka adhabu ya zingo ya kuoza. Wakipita wale watu wanamwambia hizi mali zako zikupeleke shuhuri. Hizi mali zako zikupeleke hospitalini. Huwezi kwenda ndani yako hata kama kasi zako ni nyingi kiasi gani kasi ngumu. Sasa katika siri za mafanikio, ewe ndugu yangu wewe katika Uislamu, lazima uwe wewe ni insani

wakasikia wa wa wa wa, kwa sababu anasema wanasema wajana. Lakini nikapita jeneza nyingine na hiki nyingine kapita, mtume akasema wajana wote ni pamoja, wajana wajana, wanaweza kutuma watu ya kuelewa ni wajana, watu wanabidi vipi? Akamfanulia, akamwambia hii maiti ya kwanza imepita, mmejizungumza vizuri, huyu ni mtu mwema mbele ya Allah subhanahu wa taala na hii maiki ya pili imepita mmezunguza vibaya uli mbaya nguvu mbele ya Allah subhanahu wataala. Akawambia antum shuhadau llahi ala lardhi, yani ni watu nini? Ndio mashahidi wa Allah anyani yani mashahidi ana kusutu fulani ndivyo alivyo watuwakile siuanasea siku haiwezekani kila siku haiwezekani na haiwezekani. Mafanikio, siri ya mafanikio ii nawewe kuwa na mahusiano mema

Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukimalizia tukimalizia hotuba yetu tukiwa na siri ya mafanikio, tunataja mambo mawili. Jambo la tatu katika siri ya mafanikio al-qudwatul hasana, uwe na sehemu nzuri ya kuiga, baada ya kuwa ni mtu kutafuta ushauri na kushaurika, ushauri unatoka sehemu sahihi una mahusiano mazuri na wenzako. Sasa anasema wewe ni sehemu inayopiga uwe na kiungo chema katika hilo, ndo bwana Allah subhanahu wa ta'ala anastarezi sisi Waislamu katika mambo ya kidini anasema, lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nyinyi Waislamu

wenye nazo kuwaongoza watu zifuate sheria hizi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiingiza chake ni hizi sheria yeye, anazinga zile sheria zilizoelekezwa, lakini upande wa pili akapewa babu yake Ibrahimu alaihi salam, w halifa ibrahia Ibrahim, namna alikuwa mkali katika ushirikina alayhi salam alisimama vizuri katika kuhakikisha Allah aabudiwe peke yake kisiao kingine tofauti na Allah na subhanahu wa ta'ala. Sasa na wewe kufanikiwa katika maisha yako haya kuwa na sehemu ya kuiga na sehemu kipengele hiki cha kuwa na sehemu ya kuiga ni nyenzo muhimu sana katika mafanikio ya kila mtu mmoja mmoja lakini katika katika mambo yako, kazi zako, katika ya yako, yani haimaanishi hakuna ambaye anafanya kazi yako, wako kuna ambao wamefanikiwa, kuna ambao wamefeli. Sasa yule aliyofanikiwa amefanya nini mpaka anafanikiwa? Ukisoma, anatembea, anasafiri, anamaliza pesa zake kwenda kuangalia tu yule aliyofanikiwa, inawezekana katika idara yake namna alivyoweka siri ilivyoweka na idara yangu, anaenda kuwiga namna ya uonyeshaji wao, kama ni kampuni kama ni taasisi na mfano wake. Angalia hata serikali zetu, serikali tulinayo madarakani, baduil madarakani, wa wale maafisa wa immigration ya Islam. Waliandaliwa safari maalum wakaenda nchi za watu, mbele ya uenechingile nendeni, mkaangalia mwenzenu anafanya kazi ofisini. Sasa anapoangalia anayofanya, anaiga jinsi ya kupokea mgeni, jinsi ya kuzungumza na mteja, kama jambo limeharibika, jinsi ya kuambiana naye, anakuwa na simu kupiga. Ukishafanya hivyo, unafanikiwa. Siku moja utunde katika darasa yake anawaambia maswahaba radhiallahu anhu, walikuwa mbele yake, akawaambia yadkhulu lana rajulu min ahli ljanna, muda si mrefu atengia mtu moja katika watu duniwa. Amesema anakaingia mtu moja ameshikilia jatikake mkono kushoto, lakini ndevu zake mbichimbichi zimedondoka maji, kwa mana ametoka kushika udhu. Basi wakamamalia kwa mkaribi. Ikapita kesho yake mtume akaambia haya maneno akasema yadkhul alana rajulun min ahli janna, mdasiri mrefu ataingia mtu katika watu wa peponi. Wanasema kabila dalil kadhibu. Mara tu ile siku ya tatu ilipofika, maneno yale yanatoka, kairudia: yadkhul alana rajulun min ahli janna, mdasiri mrefu ataingia mtu katika watu wa peponi, kabila dalil kadhibu. Mara mtu yale yanatoka kwenye somo leo, bado sio sisi, ndio ndio na hapo ndio sababu jina lake, ili kuisoma hata historia yake. Sasa sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma akaenda baba yake, akasomziwa baba yake atoke nyumbani, nanake ni nini anataka aongozana na kuiswahaba

Hebu naomba nikuulize swali. Ehe, Akamwambia mtume anakutangaza siku tatu wewe wewe. Kwa nini mtu ameponi? Ndio maana mimi niomba nje kwako unafanya yule nini? Lakini kwa nini baada zangu za kawaida? Sio ile masomo ni kwa kweli, sio kama sisi. Kwa nini baada zangu za kawaida? Nikiashiria kana kwamba mimi nafanya zaidi yako. Akamwambia, "Hii ndio ndio ndioona, ndio zangu ndizo." Basi mii ibada zangu ni vizuri, lakini mahusiano yangu mimi na watu wenzangu, mahusiano yangu mimi na wenzangu, sio kifundo katika moyo wangu, kumfundia wenzangu, sio kifundo katika moyo wangu lakini pia zinahusu zanayewete katika wale wa Allah. Lakini kila usiku unapofika, namuliza moyo wangu, leo ndalinaikosea leo ndali naikwaza, nafikiria fulani leo namikwaza, pale naenda samehe muni kwa ajili ya Allah na kushughulisha Allah kwamba ushindu kauma, ewe Allah ndakushughulisha wee i fulani msamehe, lakini kama kuna mtu nimekwaza nalua usimaa

Huyu ametoka kwenda kumuiga huyu ili ndiye afanikiwe kama huyu. Kwa hiyo, katika siri za mafanikio katika mambo yako, katika mambo yetu lazima tuone sehemu ya yake, tuone sehemu ya kwa kwa ndugu zangu wazuri katika Uislamu, mimi niombe Allah atujalie katika wale ambao msikizo wa kwa ndugu wazuri kama na hadithi ya hasana wa fil akhirati hasana wa fil adabana wa huwa